Kwa hiyo Mungu amekupa mamlaka useme ukweli, kwamba kwa hiyo Samia apiti hata akitumia dawa apiti, gai gai atuambie, rais ni nani? sasa

Samia ni mama wa nchi, ni mama wa nchi

aiilakini lakini mzee, mzee, hii nchi na sheria ina mahakama, ina mahakama, ina ngazi Nchi tunatumia sheria mzee. Alafu huyo rais unayemsema Mama Samia, haya sawa, nisiseme mama basi, Dr. Samia sifanya alikuwa mfanya biashara pale Kariakoo, ni mwanachama wa CCM semia kama imaam